Ninaitwa Tapita Tuvana Solomon, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Laa Misenyi. Halmashauri ya Laa Misenyi ni mmoja ya halmashauri ambayo tumekuwa na mahusiano mazuri kati ya mihimili iliyopo katika wilaya yetu. Mkurugenzi yuko chini ya mwenyekiti wa halmashauri, kwa maana ya kwamba baraza la madiwani linaimiliki halmashauri, kwa maana ya kwamba ndio wajiri wake, kwa hiyo ndiye msimamizi wa halmashauri, lakini tuna mkuu wa wilaya ambaye naye anasimamia serikali kuu, lakini anasimamia vyombo vyote vya usalama. Lakini pia wakati huohuo tuna chama kama chama ambacho kina mwenyekiti wa chama, vivyo hivyo tuna mbunge. Kwa hiyo vyombo vyote hivyo tunaongea lugha moja, kwa maana kwamba tukitaka kufanya jambo lolote linawasilishwa katika vyombo vyote na wote wanaongelea kile ambacho tunatamani kukifanya. Kwa tulipoingia katika habari ya mapato, baraza letu la madiwani likiongozwa di na mwenyekiti wa Halmashauri, nao wanaimba wimbo mmoja mapato. Katika siku za baraza la madiwani tuna siku mbili, siku ya kwanza kila diwani anawasilisha maendeleo ya kata yake, lakini anaeleza ni kwa namna gani amesupport element ya mapato. Wakiwa wa wa, diwani kabla ya kufika wilayani wanakuwa na WDC adisizi na wenyeviti wa vijiji wote <tiple> na watendaji wa vijiji wote. Kwa hiyo wanakuwa wamejadili, wanayoyaleta pale ni yaliyotoka kwenye jamii ambayo yanahusiana na ukusanyaji. Kwa hiyo kule kwenye ngazi za chini kunakuwa na usimamizi, lakini vivyo hivyo madiwani wanatupa feedback ya mambo gani ambayo yanaendelea kule ambayo yanaruhusu mianya pengine yakuza kukusanya. Kwa hiyo kama halmashauri tunasimamia hilo pia. Jambo la kwanza ilikuwa ni swala la elimu kwamba hii kahawa ndiyo ni kweli, wanakuja wa, wa kutoka nchi jirani wanakuja kununua kahawa kwa njia ambayo sio rasmi na wanapeleka, utapata fedha, lakini serikali yetu kupitia chini ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan ameboresha ununuzi wa kahawa. Sasa hivi ununuzi unafanyika kwa njia ya bodi, na kwa sababu unafanyika kwa njia ya bodi, minada inasimamiwa na bodi. Kahawa yetu ya Kagera inauzwa kwa njia ya mnada, ndiyo kahawa bora na ukizingatia kwamba hata kiwango cha bei kina justify hilo kwa sababu tulikuwa tunauza kahawa shilingi 1200 mpaka 2500 kwa kilo, lakini katika mnada wa mwaka huu ambao unaisha sasa hivi kwenye msimu wa 24, 25 tumeweza kuuza kilo shilingi elfu tano mpaka elfu sita kahawa ya maganda. Kwa hiyo inaashiria kwamba kahawa yetu imeongezeka ubora, lakini kwa wakati huo kwa sababu ya timu ya kuzuia magendo ambayo ilikuwa inasimamiwa na mkuu wa wilaya aliunda kikosi kazi ambacho hicho kimesababisha hata kiwango cha makusanyo kikaongezeka. Na mwaka huu halmashauri imeweza kupotea sesi zaidi ya milioni mia mbili sitini ambazo tumezipata kutokana na sesi baada ya kuuzwa kahawa kwa wingi kwenye vyama vya msingi. Wananchi ukianzia mwezi wa tatu wa nne, kahawa inaanza kuwa shambani, lakini bado haijakomaa kwa kiwango sahihi. Lakini wakati huo unakuta wananchi wanahitaji fedha, inawezekana kwa ajili ya mambo ya familia, kwa ajili ya watoto na vitu vingine. Kwa hiyo, wakati mwingine walikuwa wanakimbilia kuuza ili wapate fedha kwa ajili ya kukidhi hayo lakini pia serikali yetu kupitia chama cha msingi au kupitia bodi ya kahawa tayari wameshaanza kuweka utaratibu wa kuweza kuanza kuleta advance payment kwenye vyama vya msingi, ili wananchi wa wa wakitaka kukopa waende kwenye chama cha msingi wapate fedha ziwatatulie matatizo yao, baadaye akiuza kwenye chama cha msingi ile fedha itapunguzwa atapewa bakaa ya hela itakayokuwa imebaki. Kahawa iliyokuwa inavushwa hata sasa hivi wanajaribu kuanza kufanya kwamba wanavusha kahawa ambayo haijakomaa. Sasa hivi ukienda kwenye mashamba kahawa haijakomaa bado. Tunafungua msimu kwenye mwezi wa tano, kwa sababu wakati huo kahawa inakuwa imekomaa lakini imeiva. Lakini ukienda sasa hivi ni ya kijani na bado haijakomaa vizuri, na wala haijaiva. Sasa kule inakopelekwa ndio, ni kwa ajili ya ka, ku, ku, kutengeneza kahawa hii hii tunayoona, au kuna matumizi mengine? Lazima kuwe na matumizi mengine, kwa sababu tunakwenda kwenye soko moja. Kama wakinunua kahawa ambayo haijakomaa haiwezi kumiti vile criteria za kitaifa. Kwa hiyo na maana inapokwenda hapo, ni lazima tuchunguze kuna kitu cha ziada ambacho wao wanakifanya. Wataalamu wanasema kahawa hii mbichi sio poma, inatengenezwa pombe. Kuna maneno yanasemwa hivyo. Sasa unajua kwa utaratibu wa kitaalamu wanasema kama hujafanya research, kama hujafanya utafiti, kuna haki ya kuzungumza. Lakini kuna hearsay ya kwamba kuna matumizi mengine ya pombe, ya mambo ya masoda na vitu kama hivyo, lakini hivyo ni vitu vya kuthibitisha. Ila cha msingi haiwezi kwenda kwenye soko hili hili la kitaifa ambalo na sisi tunalishinda wananchi wa wilaya Misenyi, ninachowashauri na kwingine kote, kahawa ikipita katika mfumo rasmi, kwanza wana uhakika wa kupata bei nzuri, kwa sababu itakuwa imekomaa na ina viwango vinavyostahili, atapata bei nzuri. Lakini ikipita kwenye chama cha msingi, ina maana lazima ushuru unarudi kwenye halmashauri yake tunapata asilimia tatu ya bei ya pale kwenye mauzo, tunaita farm gate price. Asilimia tatu inarudi kwenye halmashauri husika kwa ajili ya maendeleo. Halmashauri ya Misenyi kama tulivyosema kwamba tumepata 260 tusingeipata milioni 260, kama isinge ikuwa imeuzwa kahawa katika mfumo rasmi e. Lakini ikichukuliwa kwenye magendo, hatupati chochote yeye yeah, anapata bei ndogo, halmashauri haipati fedha, na hii fedha ndio inayotumika kwenye kurudi kwenye miradi ya maendeleo ya wananchi. Kama tulivyosema tumekusanya bilioni tisa, ele, elementi mojawapo ni ya hiyo ushuru wa. Kwa kweli ninachoweza kusema kama tumeweza kufanya sasa hivi tunajenga soko la kwetu pale Bunazi linategemewa kuchukua almost bilioni kumi ambalo hiyo itakuwa ni kutokana na mapato ya ndani na sasa hivi tumeshatenga milioni 2.3 mili ambayo itaingia kwa awamu ya kwanza, lakini tumeweza kujenga kituo cha afya Bugango ambacho ni cha Kakunyi kile, shilingi mapato ya ndani milioni mia tano halmashauri tumetoa, na tumeendelea kutoa nyingine kulingana na uhitaji. Hasa kama tumeweza kufanya haya, kwa nini tusijivunie kwamba kukusanya kwetu fedha zinarudi kwenye maendeleo ya halmashauri? Nawaambia watumishi halmashauri la Misenyi waone ni fahari kuwa watumishi chini ya serikali ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kama tumeweza kulenga na tukaweza kufanya na tukaweza kufanya juu kiwa ya kiwango ina maana tunaweza. Kwa hiyo tukae tutulie, kila mtu afanye wajibu wake, kwa sababu mwisho wa kufanya haya yote ni mafanikio kwa jamii, ni mafanikio hata kwa sisi watendaji. Nataka niwaambie jeshi la polisi, vyombo vya usalama kwamba tuna furaha ya kuwa chini ya uongozi wa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameweka vyombo katika system ambayo ni nzuri, lakini pia wametuhusisha wataalamu, hatujawa na distance. Unajua siku mara kwingine kunakuwa na gap kati ya kamati na watendaji, lakini sisi tumekuwa marafiki kwa sababu tunatakiwa kufanya maadili. Kwa hiyo tunapofanya maadili, sio ngumu mimi kumfuata askari na kumwambia changamoto iliyopo na tukashirikiana kuitatua.